Naam, karibu sana mwanamichezo, popote pale ulipo, kanda ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, tuweze kuzizungumzia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nikutoe hofu kama unajiuliza ni wapi ambako unapoweza kupata taarifa zinazokuwa zinahusiana na michezo na burudani, basi nikuhabarishe na nikupashe, ni hapa ndani ya Chapesa Media. kama bado hujasubscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwa maana utazipata hapa ndani ya Chapesa Media. Nikiripoti kutokea hapa Ubungo Riverside niye na madhumuni yangu, nimekuja kwa ajili ya kukupasha na kukuhabarisha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, na sasa niko na Mandala wa Simba Sports Club. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuzipata zile taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kwanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Mandala wa Simba Sports Club. Mzee mwenzangu, uko poa? Niambie, niambie, niambie Shemejako anakusalimia. Kuna watu anaumia sana sana. sana, sana. No. Sana. Eh. Eh. Wajaribu. Wajaribu. Kuna watu anaumia sana. Sana. Jaribu. Wambie wajaribu Kizinga. Nitakupiga shaba <laughs> nitakupiga shaba. Kuna watu anaumia sana niambie ndugu yanguoo a Maisha fresh anaendelea mchaka mchaka, mambo yako bulbul. mm. mm. yeah. Em, chagua nianzie kushoto kulia. Wewe tu uingie kushoto kulia pembeni. Wewe tu, halo ndugu yangu tuko live hapa, ndugu yangu Kizinga. Hebu jaribu kuongea na na. Mandala wa Simba anakusalimia hapa, uko live kabisa <laughs> wewe, mweu <laughs> imiamboni hey. mwa mashabiki ambao wana hali mbaya ukizingatia, hey. Sisi mashabiki wa Dar es Salaam hey. afresa wa Yanga ndo mashabiki wenye raha duniani kote. Kwanza ni mashabiki wa ofisa dunia, pili, bosi wetu leo amefanya jambo kubwa, vijana tunasafiri tunakwenda Malawi, kiasi kwamba Mandala na wenzake wa Simba Nyii nyinyi, mmeuzwa, hamjijui nyinyi, mnauzwa nyinyi, nyinyi mnauzwa, hamjijui we kizinga hey, nyinyi mnauzwa afu hamjijui e. <laughs> hamjui <laughs> <Ula, laughs> <mani> kama nyi biashara nyinyi <laughs> yani, nyi biashara majisifia, mbelipoa naul afu nyi biashara. Yaani we kizinga, ukienda kuangalia mpira umeingizia umeingizia kampuni milioni kumi wewe peke yako, jisabudi, mpo ngapi hapo? Kuna wewe Baraka, unakuwa umeingiza shilingi ngapi? Ndiyo, sikiliza kizinga, ngoja kukatishe, ngoja kukatishe kizinga, ngoja ukatishe. ngoja ukatishe kizinga. Ngoja, ngoja, ngoja, mimi ndo nina kitonge, kitonge ninacho mimi, tutakata <laughs> <laughs> tutakata simu, we kizinga, ntakata simu, nisikilize, nisikilize, ukushai kuona mzungu anachukua watu yatima, anapeleka picha Ulaya, anachukua hela pamoja kuwasaidia ndio nyinyi mpo kama watoto yatima, mmepakiwa kwenye gari ya mjijui. Nyinyi biashara, watu wanaingiza hela kupitia nyinyi. Mkifika kule, mnaamba wote yatima, unawaona hana hana wazazi. Eh bwana, ni kweli, mashabiki wa Yanga hamna wazazi, yatima <laughs> <laughs>. mashabiki wa Yanga ni kweli, ni kweli ni yatima, hamna wazazi. Ah, yaani sio kama yatima, ila akifika kule kwenye biashara ambao wote yatima, unaona yatima wote. Wewe unafikiria watu wajinga ya kwa kunipea nauli. <laughs> Eh. Hey. Mtangazaji una unatakiwa kunipa nafasi, acha kufanya ubabaishaji. Ah, nafasi una uhuru wa kupewa nafasi interview ya kwangu. Eh, hey, sasa kama interview ni yako mmenishirikisha kwa sababu gani? Wewe unasema mashabiki wa Yanga tunakwenda kuuzwa. Si ndio nyinyi ma influencer wa Simba mko mnalalamika, oh, ma influencer wa Yanga viongozi wanaalikia safari za wapi? Sio nyinyi mlikuwa mnalialia kwenda sawa. Awe, umetufananisha umetufananisha s aaaakaa kitu kimoja kama sisi tunakwenda kuuaa tukauzwelakinitunakwenda <tipane> <na> <tipane> kupata furaha na sisi ndio mashabiki ambao tunanufaika sana na safari zetu za kwenda kuangalia timu yetu nje ya nchi. Ko mashabiki wa Simba ambao mnapiga kelele atatmenyimwamnaenda <tipane> mnaenda kuuzwa, mnaenda kuuzwa nyinyi kule. Bosta akifika sema ya timu unaona kwenye gari, wale milioni kumi kumi kila mmoja, mpo wangapi? ji sabuni, mpo wangapi? Kizinga ni kushukuru, Kizinga ni kushukuru hawa. <laughs> <laughs> <laughs> ni mashabiki wa FIFA. <laughs> A, sisi ndo mashabiki wa FIFA duniani, tupo hapa. <laughs> asante sana ndugu zetu hawajijui. Mimi nakuambia ukweli. Haya mtu anafanya biashara sio kwa faida. Kapiga mahesabu basi napakia watu ishirini na tano hadi ishirini na saba, ishirini na nane. Milioni kumi mara ishirini na nane. Hashindi kukuambia wewe panda tu gari uende bure. Ah, naenda kuuzwa hawajijui. Biashara. Eh, biashara. Ah, shule imeisha. Kizinga umeuzwa baba. <laughs> eh? <laughs> amo sisi Simba tuweze kukubali kulipiwa. Kwanza sisi mashabiki wa Simba tukubali kulipiwa, kwa sababu tunaamini mtu anayosafirishwa ni maiti, ndio anasafirishwa, ukifa ndio anasafirishwa. sasa kama unakubali kusafirishwa upo hai, hujui tu anakuingiza business, anataka kupata hela kiasi gani? Sawa, waache waende, lakini najua mtu akifika pale basi, inapakiwa kule Ah, okay, ishirini wale kumi kumi, zangu leta milioni kumi kwenye akaunti ya Kizinga, shikoni mle. Watu wanajua watoto yatima maskini ya Mungu, mnakwenda kucheza mchezo wa kimataifa. Pengine huu mchezo mnauchukulia ni mchezo wa namna gani? karata yake ya kwanza tangu amesajiliwa na Simba, meneja Dimitri Panteif anakwenda kuanza kazi rasmi ndani ya Simba Sports Club. Mnaimani na Simba yenu, na pengine huenda kocha akaenda kuwaonesha yale matumaini ambayo mnayatarajia. Wana Simba, tarajia mpira mkubwa, wenye wenye vitu, wenye mbwembwe, mpira wenye urembo, urembo, mpira wenye, wenye perfume, mpira fulani hivi una perfume, una urembo, urembo, mpira kama wana paka, paka mpira ule unajua, ndio mpira tunaenda kucheza Simba. Tunatarajia kwenda kuitoa hii timu na kufuzu hatua za makundi, kwa sababu sisi rekodi zetu Simba zinajieleza. Sisi hatuna rekodi za kuokota okota, si rekodi zetu zinajieleza, eh? Ya, kwa sababu unapoongelea kafu wenyewe eh, waanze kuelezea Simba watatumia kautabuku kubwa hivi kuichambua Simba sindio? Kwa sisi tunajua tunajua sisi nafasi yetu iko wapi. Ushiriki wa simba tu yani, kitendo cha simba kushiriki klabu bingwa tayari sisi tunajua nafasi yetu iko wapi, si mpaka sasa tunajua maisha yetu sisi yapo wapi, robo finali na kuendelea. Ya bwana, zimekuwa taarifa nyingi kuhusiana na issue ya jezi, wengine wakawa wanakuja wanamponda Ahmed Ally anakwenda kuzunguka kwa ajili ya issue za jezi pamoja na Jerry, wakati kazi yake ni kuisemea ya klabu. Nataka kusikia maoni yako kwako, hili pia unalisemaje, ndugu yangu? Okay, ujue zimekuwa kelele nyingi sana kwa mashabiki. Kuna kitu kimoja tukielewe, sisi tunaitwa influencer au watu wenye ushawishi, si ndio? Hamed Ali ni meneja wa habari wa Simba, yaani Hamed Ali na mkataba na Simba ni mfanyakazi analipwa mshahara kwa mwezi. Mandala sisi au mimi Mandala Kisugu, Pasi Milioni, sijui nani, sio wafanyakazi wa Simba, hatuna mkataba na Simba, influencers. Inawezekana kweli, inawezekana kweli, mzabuni alitoa, alipendekeza mn, ndio tukafanya ile hile kazi. Inawezekana, hauna uhakika ya, sina uhakika, inawezekana kweli, sisi mzabuni ndio akataka sisi tufanye ile kazi tukablandi jezi na kupinga nini jezi fake. Kwa mtazamo wake, aliona kwamba inawezekana tukafanya kazi kwa ukubwa wake. Lakini kumbuka, mafensa sio wafanyakazi wa Simba, na Jeruti hajasaini mkataba na defenders wa Simba, kasaini mkataba na nani? Na klabu ya Simba. Simba ina maono yake na future zake na viongozi wake, inafikiria ntumpe nani kikazi. Je, nyinyi mnaweza mkawaza mmenyimwa tenda kwenda kusambaza jezi, kumbe viongozi wamewaza wakiwapa nyinyi mkatambaza jezi, watazidishia majukumu, mkose kazi maofisini mwenu. Haujaelewa? Hujaelewa? mweke sawa hiyo. Inawezekana sisi tukawaza kwamba Simba ametufanyia roho mbaya kutokupa sisi kazi ya kwenda kusambaza jezi, lakini kumbe uongozi wa Simba mawazo yao yamewaza, tukimpa kazi Mandala akatangaze jezi, Mandala akaajiliwa akakesi kukumi nje ofisi yake. Mandala ni mwajiliwa, watu ni influencer tu Kisugu ni mwajiri wa watu, ni influencer tu, hatuwezi kumwachisha kazini kwake tukampa itenda. Ila yupo mfanya kazi wote ambaye sisi tunalipa tunamlipa mshahara kwa mwezi, Ahmed Ally, Tobi Chico, Njoni, wafanyakazi kazi wanalipa mshahara kwa mwezi na wako ndani ya sipo, umeelewa? Sijui hapo hapo kidogo, umeelewa? Imekuja akilini hapo, umeelewa? Sasa tafsiri yake ni nini? Mimi binafsi kwa upande wangu, jambo la kupinga jezi feki, mimi mwenyewe naliunga mkono. Jeruti kaingia mkataba na Simba Sports Club bilioni 38 mkataba wake atengeneze jezi auze jezi original sio fake. Jeruti akuingia mkataba na Simba ili anunue basi. Jeruti akuingia mkataba na Simba ili amlete fetoto. Lakini alizungumza mwandishi. Jeruti akuingia mkataba na Simba ili ajenge kiwanja Jeiruti kaingia mkataba na Simba atoe bilioni 38, atengeneze jezi hauze. Jeiruti akaahidi kwamba ninapofanya vizuri kuuza jezi zangu nitaleta nini basi, nitajenga nini uwanja, nitakuleteni mchezaji pendwa. Leo hii ni miongoni mwa ahadi ambazo wameziweka ni ahadi, eh, sio mkataba hivi. Eh, si unaelewa? Lakini eh, sio kandarasi, ni ahadi, anaweza akafanya, au sio mkataba lakini asipoweka bilioni 38, una haki ya kuhoji. Kwa nini hujaweka mkataba? unadai uweke bilioni 38 signing, kuleta basi, ni ahadi. jezi zangu niuze. Leo hii anaona wana Simba wanavaa jezi feki. Atatimiza ahadi, ashangwe. bilioni 38 yenu tayari, jezi feki zinauzwa atanunua basi, atamleta feki, atajenga uwanja mwana Simba kununua jezi feki unapinga Simba sipate basi jipya mwana Simba kununua jezi feki unapinga fei toto ambaye mnampenda asije, mwana Simba wanasimba ukinunua jezi feki unapinga uwanja Simba mnampenda anaongelea tu mchezaji pendwa wa Simba usijengwe, anaongelea mchezaji pendwa anatoa jeruti fetoto ndio maana nikasema sindo ahadi yetu umeelewa? Kwa hiyo jangu ya msingi mm, kwamba sisi tutakuwa tu support team mm. Na nanyoshia tena uongozi yeah. Na, na nyoshia tena viongozi yeah, vidole yeah. Tusiangaike kutafuta anga... mkoani alova jezi feki tutafute chimbo zinapotengenezwa jezi feki. Dar es Salaam jezi feki hizo zina kuzalishwa Tanga. Unamfuata Tanga, mtu kavaa jezi feki imetengenezwa Dar es Salaam, umemvua saa umempa jezi original, huku watu wanaendelea kufiatua kufyatua, ashauza tayari. Litafute chimbo, sio mvaaji. Tunajidanganya, tunajidanganya saa umesafiri umeenda Dodoma, umeenda kumvua mtu kavaa jezi feki, umemvalisha jezi original, huku kiwanda kinaendelea kufyatua baba, mizigo inatoka inatoka. Umeelewa? Ah, vizuri ndoka, ya, wewe, yani, kwa sisi tunachokifanya wana Simba yeah, tunapishana jezi zinafatulia jezi Dar es Salaam yeah. sina za kuhamasisha Mbeya <laughs> umeelewa vizuri yeah. Tudili na wanaotengeneza jezi, mi naamini klabu ya Simba ni klabu kubwa. Ikiamua kumpata inampata na inamkomesha eh? Ikiamua kumpata anaozalisha jezi feki inampata na inamkomesha naamini. Ujue mpira sasa umebadilika. Mpira ni business, biashara, pesa, sindio? Kama, kama, kama tunaweza ku, ku, kusajili wachezaji wenye wa viwango vikubwa hatushiri kukomesha haya mambo yanayoendelea, sindio? Mimi naomba viongozi wa Simba wadili, yani wadili sana na, na, na, na, na kutafuta sehemu za wanaozalisha jezi feki yeah. Bwana Mandala, tuondoke huko jana. Bwana nimeona mida si mrefu umetoweka kumposti Sayad, uh, umetoweka kumposti mwanangu Marco Mzumbe, lakini kitendo cha kumposti wewe Marco Mzumbe, jana kulikuwa kuna mchezo wa kirafiki kati ya waandishi wa habari pamoja na GSM friends, tumemshuhudia jana engineer Harris Saidi akicheza mpira lakini akihutubia baada ya kutoka kupewa nafasi nyingine ya wa wajumbe ndani ya FIFA. Unasemaje kwa nafasi hii ambayo ameipata Mtanzania? Unamuunga mkono ama nyinyi wana Simba mnasemaje? Ukitaka kupata habari ya Yanga unaipata kwenye kwenye nini? Nakuuliza swali, unaipata kwenye nini? Eh? Ukitaka kuipata habari ya Yanga unaipata kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ya Yanga wanafanyaga nini upate habari yake official? mitandao yao ya kijamii. Shikia na ma... Instagram, Facebook. Eh, Simba habari zake unazipata wapi? Kwenye mitandao yao pia ya kijamii. TFF unazipata wapi? Kwenye mitandao yao ya kijamii ikiwa ofisheni. Kafu unapata wapi? Kwenye mitandao yao ya kijamii ikiwa ofisheni. FIFA unapata wapi? FIFA unapata wapi? Au shakula rushwa? Eh, Kwenye mitandao yao ya kijamii ikiwa. Nasubiri FIFA a-post. Injinia huyu mjumbe nimekuuliza swali rahisi, habari ya Yanga unepata wapi? Nasubiri na FIFA, kwenye kama kwenye FIFA ya mimi, posti hata Kafu. Siamini cheo kikubwa kama cha injinia anachokisema eti kipostia, lete barua kwenye peji za FIFA tusione Mii mwenyewe naweza nikaamka asubuhi nikasema Kafu imeniteua mjumbe, nimetoa barua na nikakuonyesheni <laughs> usicheke. <laughs> naweza nikaamka tu asubuhi nikaita press, jamani, nimetelua la Kafu, pe, siapa, barua, la Kafu, ina na Kafu karatasi hapa barua nimetewa na Kafu naamiuli nayo nashindwa e yai, unaijua yai? Unajua AI nashindwa, blogi zipo, blog kubwa za, za, za official page za, za maeneo FIFA wana official page yao, Kafu wana official page yao, ni kuamini nione FIFA ametangaza Engineer Els katika wajumbe tunawateua msimu huu moja mbili tatu nne wa yule wametoka Afrika huyu katoka wapi? nguu kwenye peji ya Kafu. We, utaki kuamini kwa ya kwamba Waris Karia ameteuliwa kongoni mwa wajumbe wa soka la ufukweni. Sikuona TFF wa post, wewe umeona? <laughs> Kwa hiyo Yanga wao kupost, wamepost wakimpongeza Azam, wamepost wakimpongeza

barua eti. Kwani mi nashindwa kwenye kupiga AI ya barua yangu ya Kafu na mimi. Sio sama, sikilize. The competition of business. Uh-huh. This is the competition of business. Uh-huh. Blaza. Mm. Blaza zangu fungueni ni masikio nyi waandishi. Mm. Labda. Nataka nikupeni kupenu ukweli wenu ambayo nyi msio mm ujua. Uposti, usiposti, utajua mwenyewe. Sikiliza mdogo wangu. Kuna vita kibiashara inaendelea baina ya Simba na Yanga ambayo nyinyi hamwezi kuijua, mpaka wewe umesoma Cuba ndio unaweza ukaelewa ya mambo, mdogo wangu. Wa waangalie Yanga vitafrija viishi vitafrija, unajua vitafrija vishughuli yanga viishi leo, kimekuja kishughuli hiki leo, kimekuja kishughuli hiki. Haya ni mapambano, nisikilize GSM anatengeneza bidhaa zinazofanana na moo. Mdogo wangu upo wapi? Ushtuki, nipe vinywaji vya sukari maji, anaofanya kama moo na GSM anafanya hayo hayo, koyo, kifanya. Kwa hiyo wanachokifanya kwamba hapa ni kutafuta brand ya biashara zao ziende, na ndio maana yanga tafrija haziishi na ukiangalia tafrija zake zaizieka lazima nyuma kuwe na brandi za vinywaji vyao. Watapataje wa, waandishi ili kupeleka mjini biashara zao, lazima waandae brandi kupitia Yanga ili nyinyi waandishi mje, mkishakuja mkishapeleka mjini brandi za Yanga mkakae kwenye foleni mchukue ubabu mle muondoke. Hebu nisikilize kidogo, kijana wangu, nisikilize. Nataka uniangalie kwa makini sana. Unasikiliza hiyo yeah. Hoja? Nilikuwa nafuatilia huko kwenye FIFA sijaona bado taarifa. Ah, bwana mimi sasa mimi nakudanganya. Unaona mimi nakudanganya? Mimi sasa kupelekwa sisi mimi sasa nakupelekwa pelekwa kama mang'ombe. Sisi sio ng'ombe. Yeah. Uje tu na barua yako ati nimeteuliwa kaafu si FIFA. Sisi sisi yeah, tukusikilize. Kwani FIFA hana peji? This is the competition of business. Yeah. Wanawaza tunateka vipi soko la vinywaji? Lazima tuwete vitu vya ajabu ajabu hapa tutengeneze trendi ili tupate waandishi wapeleke vitu vyetu mjini sawa? Jana ile shule kwenda kupongeza FIFA. FIFA ina uhusiano nani na Yanga? FIFA ina uhusiano nani na JSM? Sasa Yanga si wanampoto, Yanga wanampongeza engineer, sawa. Ina uhusiano vipi na JSM? Waandishi mtakuja, tutaandaa tafrija yetu, tutaweka vinywaji vyetu, tutaweka brand zetu, mtatushuti, mtatuchukua, mtapeleka brand zetu mjini. Mkishamaliza mnaenda kwa foreni, mnakula ubwabwa, shughuli imeisha brand kuitangaza juisi ya mtu kwenye mili yako shingapi? Tumia, use the education knowledge. Nyinyi waandishi mnapelekwa pelekwa tu mnapelekwa tu kama mang'ombe, yeah. Wewe well, haya mimi nije na kinywaji changu ni unitangazie kwenye kwenye channel yako shingapi? Hapo lazima tukae chini yeah, tuzungumze kidogo. Haya, Yanga mkienda kule, mnazungumza simnaka tu kamera hivi mkumeza, mnataka kula ubwabwa. Brand the competition of business mnatakiwa nyinyi muwe kama waandishi, muwe na misimamo. Narudia hili nasema, nyinyi waandishi, sio kwa Yanga hata kwa Simba, mnatakiwa mwamke. Kama mi nimesomea habari, ujue leo inaniuma mnavotumika, mnafanya bia, bia, matangazo ya biashara zatu bila kujijua. Leo mi naniuma, nawasanua nyinyi waandishi, watu hizi klabu kubwa wanatengeneza zile momenti za kufanya matangazo business zao ziende ndio maana yanga vishughuli haviishi, mara supu, mara sijui nini, lakini kwenye shule uchunguza, lazima ukute brandi zao ziko nyuma hivi, zimekaa lengo. Waandishi mtakuja kufuata content, mkifuata content mnapeleka mjini brandi zetu, zinaonekana, si ni maji maji, si chungwa, si ni chungwa, zitaonekana. GSM kola, si ni kola, si kitu gani kola? mseme vizuri, GSM kola, si ni kola nyuma, kwa si kitu gani kola vimekaa nyuma. Mkitoka hapo, mnaenda kwa foreni, mnakulobobo, mnaondoka, lakini GSM akikufuata nitangazie, wezi kutangaza bure. Uongo kweli. Lakini kwenye ubabo unaenda unapeka kamera. Akikufuata. Mnapatikana nyinyi, mnaweza sana nyinyi, mnaweza sana, na mmeng'ang'ania tu, sijui kachaguliwa kata kachaguliwa, chagueni hivyo hivyo. Baadaye watu kakaa chini, vinaenda mjini, babu, vinywaji vinaondoka, hivyo vinywaji, mjijui, shitukeni daini hela kabisa, tunakuja sawa. Nataka mimi yangu ndogo, nipe laki na nusu nije kuweka kamera yangu. Hamtaki chukueni, Yanga TV eke, hamtaki keni, Simba ke ni, mnapigwa kila siku, mmekaa tu hapo, mmepigwa tu, mnapigwa, pelekeni kamera, wanatuumiza. Utajua wenyewe bwana. Tumalize na hili hapa, mnakokuwa mnaelekea kwenye kimataifa, mnawaombea majirani zenu wafanye vizuri pamoja na nyie. Sisi tunajiombea wenyewe, sisi hatuwezi kuombea Yanga, tunajiombea wenyewe, dua tunasoma dua, Mungu anatujalia maisha yanaendelea, hmm. ya. watajua wenyewe na maisha yao naliwapata. watajua wenyewe sisi anatetea sehemu yake wale wao mayatima watajua wenyewe walipoenda kuuzwa wao ndio wauliza wanafika kama, wao. wao, ndio, kama sisi wa <laughs> kwani wa yeah. Wao waliishi hapo msimu uliopita? Ponde. Sisi tulienda hapo. Michuano miwili tofauti. Ah, sawa, kwani si msimu uliopita au mwaka jana yake tikimi tunashiriki tulifika hapo. Robo final. Wao waliishi hapo klabu bingu. Ndio, wao watu wajiuliza tatufikia sisi. Sisi katika michuano hii tumefika tumeweza tu karibia mara tano. Furulizo, wow, wao wamecheza wapi? Wana <laughs> Pacome Zouzoua. Chukueni hela, acha kupa matangazo bure. <laughs> <laughs> Shukrani sana. <salamu. laughs>